Mzize kuibeba Yanga asilimia mia moja dhidi ya Silver, ambapo imeelezwa kwamba mshambuliaji wa Yanga Sports Club amerejea kwenye kikosi baada ya majeraha yaliyokuwa yakimkabili, ambapo daktari Mozesi Itutu amethibitisha kuwa mzizi amelikava majira yake kwa asilimia 80 na hadi kufikia siku rasmi ya mchezo atakuwa amelikava kwa, kwa asilimia 100. Daktari huyo ameweza kufunguka baada ya mzizi kukosekana uwanjani kwa takriban mechi, mechi kadhaa ambazo zilikuwa za maamuzi zaidi. Lakini mechi ambazo a maamuzi ambazo mzizi alikuwa anahitajika ni ile mechi ambayo ilifanyika eh, Lilongwe Malawi dhidi ya Silver ambapo hapo wengi waliona umuhimu wa kutoka na maamuzi yake ambayo anayofanya lakini safari hii kwenye mechi ya marudiano dhidi ya Silver, basi kwa mjibu wa daktari anadai kwamba mpaka sasa ameweza kurejea kwa asilimia kama themanini, lakini mpaka siku ya mechi ambayo itakuwa inapigwa basi atakuwa amelikawa kwa asilimia mia moja na hivyo kumfanya aweze kuisaidia timu hiyo iweze kusonga katika hatua ya makundi. Klabu ya Yanga itakuwa uwanjani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kumenyana na Silver kutokea Malawi kwenye mchezo wa mkondo wa pili, e, mko mchezo wa pili kwa kuania kuingia kwenye makundi klabu bingwa barani Afrika, ambapo mchezo wa mkondo wa kwanza klabu ya Yanga ilikubali kupokea kisago cha goli mmoja kwa sifuri huku wa wana wa Malawi wakijinasibu kudai kwamba wao watakuja kushikilia bomba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, huku tegemeo kabisa likiwa linategemewa kwamba huenda Mzize kama atakuwa fit kwa asilimia zote, basi ataweza kuisaidia timu hiyo iweze kupata matokeo na kuweza kwenda kwenye hatua ya makundi ili kutoa hamasa zaidi kwa mashabiki kujaza ule uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unajaza takribani mashabiki elfu sitini wakiwa wamekaa, elfu sabini wakiwa wamesimama, basi wameweka kiingilio ambacho ni bure, yani utaenda na miguu yako ili kuwapa morali wachezaji, huku afisa bali wa klabu hiyo akidai kwamba inatakiwa mashabiki wawapelekee moto sana wachezaji, ili waweze kupata matokeo chanya ambayo yatawafanya waweze kuingia makundi kombe ya klabu bingwa barani Afrika, huku wakiwa na historia nyuma, ambayo maasimu wao Simba Sport Club walipata matokeo mazuri Eswatini ya magoli matatu kwa sifuri, hivyo na kuonyesha kwao ni njia ya rahisi ya kwenda makundi, tofauti na klabu ya Yanga ilipokea kipigo.